Peoples, sasa nyinyi, wewe Bwana Mrema, Joni Mrema, unaposema kwamba viongozi wa mkoa wa Tabora na majimbo yake wamehama, viongozi gani sasa unawamaanisha? Kwanza maana wewe hata Tabora hujui, nafikiri hata majimbo huyajui. Sisi tuko Urambo hapa, hakuna kiongozi aliohama mkoani, hakuna kiongozi alio hama Utaratibu mnaoutumia kukutuma hela kwa watu eti wahame, mara laki nne walishakuja huku, tukawambia sisi tuko Chadema, sisi tulishakatangaza Chadema, hata atoke Mbowe chadema ifi, nyie mkajua tunatania. Sasa iko hivi, hakuna mtu yoyote Tabora mnaweza mkamhamisha, vinginevyo mtabeba vibaraka wenu ambao mmewapa majo ujoki wakazurura, au mtaweza mkawabeba ambao hawana shughuli yoyote ya kuweza kufanya na kupata maisha, kupata kula kila siku. Mnaweza mkampa laki nne akala, kwa sababu ili vuguvugu lenu lina miezi minne tu. Baada ya uchaguzi, nyinyi mtakuwa mmesha tupiliwa mbali. Yaani, kifupi ni kwamba mnatumika kama toilet paper, yaani mkimalizana na hizi vurugu basi mtakuwa mmekwenda na maji. Wewe Salim Mwalimu, wewe juzi umemhamisha hadi demu wako Salima, anasema emehama kwenye chama kwa maumivu makubwa. Salima pale amna mwanasiasa. Kagombea vyo vingapi ashashinda? Wewe umemsaidia. Wewe no, mlima ni sita alipata kula nne. Hajawahi kushinda cheo chochote kile. Tofauti na kubebwa kama vile vumbeba kumleta tabola au kaona mzurulisha humu kwenye Chadema ni msingi. Sisi tunawafahamu vizuri. Lakini wewe Salum Mwalimu unasema Chadema imepoteza dira. Ni kweli kwa sababu wewe ndio uliiba muhuri ukaenda kugonga yale covid. Ugomvi ukaanzisha mkubwa na taharuki kwa sababu ya wake zako walioenda bungeni na mlivyokuwa hamna haya na kukosa dini. Ni bora ungekubali wewe kwamba ni mimi niligonga chama kikakuadhibu wewe. Lakini wewe ulikisaliti chama kwa, ku, aki, kwa kusababisha wanachama kumi na tisa wa bunge kufukuzwa na chama kwamba umeiba muhuri kumbe ni wewe. Ni vema ungekili wewe kwenye kamati kuu ukaadhibiwa wewe mtu mmoja. Lakini watu walijiuliza kwamba hawa wanawake wajajipeleka kumbe ilikuwa ni kweli. Ni wewe na Bwana Kigela mlipeleka wake zenu. Wewe Kigela ulikuja kwenye pressure ni ch Chadema cha Mkoa wa Tabora tumezurura, mimi nikiwa kipindi hicho mwenyekiti wa vijana mkoa wa Tabora. Umekuwa na Twitter hadi usiku Tabora. Tunakaa pale Emirate mpaka saa nne za usiku na wake za watu. Tukafikiri wewe ni mtu wa maana sana. Kumbe na wewe ni mpumbavu kama mpumbavu wengine. Yaani wewe unatoka hadharani Unasema Chadema haina mkakati. Wewe umekuja Tabora kumfukuza mwenyekiti wa mkoa Lucas Kibelenge, kwamba ameshirikiana na hawa mwefunga, si wewe kwamba wewe una uchungu sana na chama, hautaki kuona covid wanashirikiana na viongozi wa chama, afu baadaye usiku kitanda hicho hicho kimoja unaenda kulala wewe na covid uko. Unaona sisi hatuna akili? Sisi tuliamua tuheshimu taasisi na tukuheshimu kwa sababu ni kiongozi, lakini hakuna mtu mpumbavu kama wewe Kigaila. Na mimi nakwambia kabisa Kigela wewe huna mvuto wowote, sura haina nuru. Yaani huna uwezo wewe kusimama popote ukajaza watu kama unajaza hicho. Hiyo mpaka unaingia kabulini, huwezi kukutana nayo. Yaani kifupi ni kwamba yani nyinyi ndio tumemaliza. Mipango yenu ilikuwa ni tsunami. Msikiani hamna akili kabisa. Mlifikiri kwamba Mboe ni taasisi kama Mali Msefu. Mboe engewini na wala Chadema hatuna ugomvi na Mboe. Kwa sababu mnatumia jina la Mbowe na yeye kakaa kimya na bila sisi tumtaje, sababu hata huko mlipokuja huko Urambo, wapi Tabora, mnasema mwenyekiti mstaafu anasema hivi, ambao wote mlimunga mkono mje huku, mje huku, mje huku. Nimepiga sana simu huku, ile ile kafu ya kushusha tanga, pandisha tanga, ile kafu alinyanganywa, yani katikati ya mapambano, kuna mtu alikimbia akarudi kwa mlango wa nyuma, na mbaya zaidi alikuwa anaaminika kwenye ile kafu, ni mwalimu sefu ile kafu ilikuwa imekaa katika kidini, ilikuwa inapatikana Zanzibar, inapatikana mwambao, mtwala mtwala, huko lindilini kule kote, tulikuwa na mwelewa Mwalimu Sefu sio Lipumba. Ndio maana Mwalimu Sefu alivyohama chama wakaanza kushusha tanga, wanapandisha tanga. Sasa sasa nyinyi mmejisahau, nafikiri kwamba itakuwa hivyo. Yani imagine kwamba, yani mfano mimi hapa hedu naniambia ni neneambi, ame chadema kwa fedha nani sasa Yaani ndo nieleweshe kwamba nahama Chadema kwa, kwa faida ya nani? Hilo ndo swali ngo niambie wewe Bwana Mrema kipara. Kwamba tunahama Chadema tunaenda hicho chama ambacho unaitaka wewe kwa faida ya nani? Maana kama ni faida ya Watanzania, wameshatupigania, tumeshaibiwa kula, tumeshawajaza ujasiri na hatujawahi kufanikiwa. Sasa tumeshika sehemu nzuri, serikali imekula roba, wewe unakuja unatuambia tuhame chama tukagombe kwa faida ya nani? Kwa sababu alohama kafu kwa sababu alikimbia kafu imetekwa na serikali. Lipumba anatembea na askari, Lipumba analetwa poli, analetwa kwenye ofisi ya kafu na mtutu wa bunduki. Sasa sisi tuna hama chadema kwa faida ya nani eh? Yani watu sisi tumeshaona combat za laki na hamsini unatambia tuhame. Kwa hiyo zile zio za nini sasa, zio za mgambo au? Nataka nikwambie bwana, bwana Kigaila, Salim Mwalimu, nyinyi